Wa Korinto wa pili mlango wa 12 mstari wa tisa, neno la Mungu linasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amen. Mahali hapa tunamwona mtumishi wa Mungu Paulo akijisifia udhaifu wake, ya kwamba katika udhaifu wake Mungu anamwambia ya kwamba neema yangu inakutosha. Kwa nini? Kwa sababu uweza wake Kristo, uweza wa Mungu hutimilika katika udhaifu. Kumbe tunapokuwa katika hali ya udhaifu, labda wa magonjwa, labda wa kukosa amani, labda wa kukataliwa labda wakuachwa katika namna yoyote ile, kumbe neema ya Mungu ndiyo utoshelevu wetu.